Oh yes, this is another session. Karibu sana. This is BrainsTech. Ah, uh, hapa mbele yako naitwa Ofmae. Na Mwalimu Nyerere aliyetuambia mji, kuna mjinga na mpumbavu. Mpumbavu ni sawasawa na urefu na ufupi. Yaani huwezi kujibadilisha kwa mfupi ni mfupi, kwa mrefu ni mrefu. Lakini ujinga una uwezo wa kuelekezwa ukaelewa na ujinga ukakutoka. Karibu sana. Leo nataka nikueleweshe jinsi gani ujinga wangu ulinitoka kwenye baadhi ya sehemu na sehemu. Sio kila sehemu, bado mimi ni mjinga naendelea kujifunza. Karibu sana. This is BrainsTech. Kama ndo mara yako ya kwanza kuingia leo kutazama BrainsTech, unaweza kusubscribe kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali, kwa mbali, kwenye maisha, saikolojia, mahusiano, kiuchumi na mengine mengi kadha kadha. Na pia nikuase unaweza kutembelea channel yetu ya YouTube na mitandao yetu ya kijamii. Uh, ujinga wa kwanza ambao nimejifunza ni kutumia simu ya bei ghali zaidi kuliko mtaji ambao niko nao, au mitaji mingine ya biashara zangu ambazo nafanya. Jaribu kuimagine, kwa mfano unafanya biashara let's say, hauna biashara au unayo biashara. Unanua simu ya milioni mbili lakini mtaji wako ni laki tano. Sasa kwa nini ile milioni mbili usipeleke kwenye laki tano? Ikawa ni mara nne yake zaidi. Unaendelea kutumia simu ya bei kubwa, lakini mtaji wako ni mdogo. Change your mind. Maisha yanaweza kubadilika kwa sababu hiyo milioni mbili ukipeleka kwenye mtaji wako una uwezo wa kupata yani maingizo yako yakawa ni haraka, ni tofauti na ile laki tano. Hivyo ndivyo nilivyoacha ujinga na kuwaza tofauti. Ukipiga simu mara moja, uliyempigia asipopokea, haina haja ya kupiga tena zaidi na zaidi, kwa sababu mtu ambaye anania kupokea simu yako au ambaye upo kwenye wasaa mzuri wa kuweza kupokea simu yako hawezi kuacha kupokea akikuta simu aliyoikosa, h, kwa Kiingereza tunaita missed call. Atakupigia kama ni muhimu kwake. Yes, hiyo ndio namna nyingine ya kuacha ujinga. Hii pia nafai inafanana na kutuma message zaidi ya mara moja, message zaidi ya moja. Ukishamtumia mtu ujumbe mmoja wa pili haina haja ya kuendelea kutuma message tena zaidi na zaidi sita, saba, nane, tisa, kumi. Sio starabu. Hii namna nyingine ambayo natakiwa kuacha ujinga. Kuzungumzia mabaya mwingine kipindi akiwa hayupo. Hamna kitu kizuri kama kuzungumza mabaya mwenyewe akiwa yuko hapo hapo. Zungumza mabaya yake na ajifunze. Lakini akiwa hayupo hapo ulipo, huo tunaita ni ujinga. Asante sana, this is BrainsTech. Unataka ujifunze. Ni vitu vidogo sana ambavyo unaweza kujifunza vikabadilisha maisha yako. Yule mtu ambaye atasikia umezungumza kitu kibaya alafu kipindi yeye mwenyewe akiwa hayupo, lazima ajisikie vibaya. Jaribu kuimagine tu hata wewe mwenyewe usikie kitu ambacho ni kibaya, kwa hiyo hata kama umekifanya. Lakini ukisikia kipindi ukiwa hupo ni kitu kibaya. We have to change. Ondoa huo ujinga. Hakuna ujinga, mtoto wa kiume anatakiwa uache kama kumbembeleza mtoto wa kike kwenda kutumia pesa zako. Huu ni ujinga mimi tayari ambao nimeshauacha. Zako yani hela zako mwenyewe unatafuta kwa shida, alafu tu mtoto wa kike unaanza kumbembeleza mwende mkazitumie. Hivi ni akili kweli hiyo? Wapo watu kibao ambao wanahitaji hela zako na kutumia tena bila hata kwa bembeleza, wakawa wanazinyenyekea kabisa. Cha msingi ni kuchagua right path au right partner, mtu ambaye mnaendana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huu ni ujinga mwingine ambao nataka kuacha. Hasa sasa mtoto wa kiume. Hata wanawake wapo pia ambao wanabembeleza baadhi ya wanaume kwenda kutumia pesa zao. Ni ujinga, achana nao. Tafuta watu ambao wako sahihi kwenye maisha yako. This is Brains Tech. Utajifunza vitu vingi sana kutoka Brains Tech ikiwa ni moja ya subscribers. Vitu vyetu si ni vidogo vidogo tu lakini ndivyo vile ambavyo vinaenda kubadilisha maisha yako. Ujinga mwingine ambao tayari nimeshaacha na Brains Tech inakuasa uache ujinga ni kutumia pesa zaidi ya kile unachokipata. Unapata mia tano unatumia mia saba kuna maana utakuwa kila mara una deni la mia mbili Mia mbili mara tano ni shilingi elfu moja. Ukidaiwa elfu moja ukiwa unaingiza shilingi mia tano ina maana kinachofuata kinachofuata ni kudhalilika. Usitumie zaidi ya kile ambacho unachokipata, jitahidi utumie hata hata kama tuseme, unapata mia tano tumia mia nne na hamsini hamsini weka Jifunze, hakuna kitu ambacho kinashindikana kwenye hii dunia, kila kitu kinawezekana. Sio kasema na majukumu mengi na vitu vingi vya kufanya, hapana, punguza budget. Vipo vitu ambavyo, ukichunguza sana, kwenye maisha yetu kuna vitu vingi sana ambavyo tunafanya, yani, havina faida kwetu. Kwa mfano, mtu sio, havina faida, vina faida, sema mara nyingi wao tunapenda kuridhisha nafsi zetu kwa leisure, yani raha, tunataka kusema raha. Mtu anafanya kitu fulani ili apate tu raha, kunywa soda, sio sio necessary Mwalimu Nyerere akasema kwamba mpumbavu ni sawa sawa na urefu na ufupi. Kwa sababu upumbavu unaweza yani, unakuwa vile vile kila siku, ni mpumbavu. Tunajua kama mtu akiwa mrefu ni mrefu, akiwa mfupi ni mfupi, hawezi kubadilisha. Lakini mjinga au ujinga unaweza ukaelimishwa na ujinga wa kutoka. Kwa hiyo, hiyo ndo kazi yetu sisi BrainsTech leo. Ukifanya vile ambavyo tumezungumza kwenye video hii yetu leo, ujinga unaweza kutoka. This was code of the day today kutoka kwa mwalimu kutoka kwa Mwalimu Nyerere kwenye tongotongo. Leo tunazungumzia swala zima la rangi. Unaambiwa rangi halisi peke yake ni rangi nyeusi, zingine zote tunazoziona zinatokana na reflection of the light. Ukiangalia light, yani kuakisi kwa light kitu chochote, rangi ya kijani unaiona inaakisi rangi ya kijani kutoka kwenye white light, kutoka kwenye white light, kwa sababu white light ina include zile rangi zote ambazo tunaziona sisi kwa macho yetu kwa hiyo rangi inapotoka mwanga wa jua unapotoka unapoenda kumulika sehemu, let's say kwenye majani, tunaona ya kijani, kwa sababu ni mwanga wa jua umemulika yale majani. Kwa hiyo sisi tunaiona ile kijani ambayo imemulikwa kutoka kwenye mwanga wa jua. Ukikumbuka okay, vizuri, kuna zile wanaita rangi zile za upindo wa mvua zipo almost, nafikiri ni saba. Kuna nyekundu, orange, sijui violet na nani nani. Zile zile rangi zikienda kumulika somewhere, ndio tunagundua, macho yetu anajua kwamba ile ni kijani, ile ni nyekundu, ile nyeusi nye. Ndio maana kuna giza, unakuwa huwezi kuona rangi yoyote, vitu vyote unavyoona ni vyeusi tu. Kwa hiyo true color au rangi halisi peke yake duniani ni rangi nyeusi. Tunashukuru sana kwa muda wako. Uh, tunakuasa uendelee kuangalia video zetu, tutazitoa mara kwa mara, na kama bado uja subscribe unaweza kusubscribe ukashare na marafiki zako, ndugu zako, au wale watu wote ambao wanapenda wajifunze kutoka BrainsTech. Asante sana, nawashukuru nawapenda wote. Mungu awabariki azidi kuwapa moyo huo huo, ukaendelea kuangalia BrainsTech kwa sababu nina imani mnajifunza kutoka BrainsTech. Asanteni sana na karibuni sana kwa kipindi kinachofuata.